Jeshi la polisi lilishatangaza mm, kutaka aende akatoe maelezo juu ya kauli alizokuwa akizichapisha kwenye mitandao ya kijamii na zikitoka kwenye vyombo mbalimbali sawa, kwa sababu zilikuwa ni kauli nzito ambazo zinataka uthibitisho ili vyombo vya kisheria vichukue hatua yeah. Sawa, hakufanya hivyo, baadaye ikatolewa taarifa kwamba amepotea, ametekwa, amechukuliwa. Unajua, unajua, uki ukisema uki moja kwa moja ametekwa, ni lazima uthibitishe nani kamteka. Hayupo yani, ikatokea taarifa kwamba hayupo, kwa hayupo. Mm. Jeshi la polisi likachukua hatua, likafika kwake hapo alipodaiwa alikuwepo na kuchukua taarifa, na linaendelea na uchunguzi. Ndio, ndio taratibu za kisheria. Kwa hiyo na sio yeye mtu yeyote na mimi na shak, wakati huu unajua wakati huu ni wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo sinema zinakuwa oh, nyingi sana <laughs> nyingi sana lakini muhimu mm. mimi sijasema naamini sinema. Sinema ni nyingi kwa sababu mambo ni mengi mm. Lali, n, n, hizo ni lugha zetu. Lakini umesema sinema wakati ukizungumzia tukio hili la Humphrey <laughs> kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kukitokea taarifa za namna hiyo mm. jeshi la polisi linachukua hatua za kufanya uchunguzi ili liweze kujua taarifa za kina kuhusiana na tukio hilo. Nimesema sinema kwa sababu yako matukio mengine ukiondoa hili Ndiyo. ambayo yalitangazwa kwamba mtu kapotea, lakini baadaye unakuja kugundua hajapotea amejihifadhi mahali mnakumbuka matukio ya Tabora, mnakumbuka Mwanza, mnakumbuka Mbeya. Ndio maana nasema wakati huu mambo ni mengi Ndiyo. ni muhimu wa Tanzania tukasikiliza vyombo vyetu. Ni rahisi sana kupandisha hofu ya wananchi, lakini ni muhimu kujiridhisha pasipo mashaka Hmm. juu ya taarifa zinazochapika kwa mantiki hiyo, uh, msemaji mkuu hmm. wa serikali mpaka sasa hivi bado serikali haijui laki, alipo Humphrey Polepole, bado hatujajua. Jeshi la polisi polisi limeshatangaza, unajua, ndio wanaohusika, sio mimi msemaji mkuu wa serikali. Lakini ikiwa uh, hmm. ni kion, amekuwa kiongozi wa, wa, wa kitaifa hmm. eh, na alikuwa mwakilishi wa, wa rais eh, katika mataifa Malawi, baadaye Cuba hmm. eh, ni kiongozi mwenye hadhi ya juu uh, kwa nini mpaka sasa hivi serikali haijatoa taarifa yoyote labda ya kulaani tukio hilo? Mbona jeshi la polisi limetoa taarifa? Lazima taarifa yako kwa kama msemaji mkuu wa serikali, taarifa ya serikali. Jeshi la polisi ni chombo cha serikali, sio lazima niseme mimi, kwani taarifa zote nasema mimi? Sio lazima niseme mimi, jeshi la polisi kwa sababu, na ni vizuri chombo kinachohusika na eneo husika ndicho hasa kinakuwa kinakwambia. Mimi nitakupa taarifa za jumla tu namna hii hmm. kwamba uh, mtu akipotea ni jukumu la jeshi la polisi kutafuta eh, taarifa zake mpaka wakamilishe kazi yao mm. Kwa taarifa kama hizi zikitokea, prosesi yake ni moja mbili tatu. Kwa wakati huu ambapo kuna uchunguzi unaendelea wa jeshi la polisi, ni vizuri kukiacha chombo kinachohusika mm, kikamilishe uchunguzi wake, kitoe taarifa.